Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, naam ni msimu wa pili awamu ya pili katika akademia yetu hii Africa Academy. Na kuanzia tarehe kumi na mbili ndio tunatarajia kuanza masomo yetu haya ya Africa Academy. Hakikisha ya kwamba unajisajili, hakikisha ya kwamba unawaambia mwengine mwingine amwambie mwingine, mwingine, mwingine na huyo mwingine naye amwambie mwingine ya kwamba tayari usajili unaendelea, na la kufanya ni rahisi. Ikiwa unataka kujisajili na unajiuliza nitasajili vipi, ingia katika mtandao yetu ya kijamii ya Africa Academy, Africa TV2, na hapa kwenye bio pia waangalia, utaweza kupata linki ya kujiunga. Baada ya hapo, unaingia kwenye masomo moja kwa moja. Usipitwe na fursa hii, na hakuna sababu sasa ya wewe kusema kuwa huijui dini yako, kwa sababu kama wanavyosema elimu kiganjani mwako.